ikitengeneza jumla ya wanachuo mia mbili thelathini na saba ingawa sasa hivi tupo wanachuo mia mbili thelathini wa kiume 112 na wa kike 118 miamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, wenzetu saba wa kiume watatu na wa kike wanne waliondoka chuoni kwa sababu mbalimbali zilizojitokeza kwao zikiwemo za kuhama na kuacha mafunzo kwa hiari. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao heshima kubwa kuwashukuru wakufunzi na wafanyakazi wote wakiongozwa na mkuu wa chuo mkufunzi Michael Francis Ntwale kwa kazi kubwa ya kipindi cha miaka miwili kutuelekeza na kutufundisha maadili mema, taaluma ya walimu na stadi ya maisha. Pia tunawashukuru wakufunzi na wafanyakazi wote walioshiriki katika maandalizi ya mahafali haya hadi kufikia leo chini ya usimamizi wa wakufunzi walezi wa maafari na mwenyekiti wa maafari. Mheshimiwa mgeni rasmi, yafuatayo ni mafanikio tuliyoyapata katika kipindi cha miaka miwili ya mafunzo yetu. Moja, tumefanikiwa kushiriki katika shughuli za utunzaji wa mazingira. Mbili, tumefanikiwa kuendeleza miradi ya chuo. Tatu, tumefanikiwa kushiriki mafunzo ya ufundishaji kwa vitendo, yaani movie. Nne, Imefanikiwa kushiriki michezo ndani na nje ya chuo. Kama unavyoona, mazingira yetu hayatunzwi na mtu wa kutoka nje, ni hawa hawa wanaosomea ualimu, ili wanaporudi basi katika shule hizo watakazo watakazopangiwa kuwe na mazingira yatakayokuwa vutivu kwa watoto kujifunza. Wanaendelea kufanya kazi hiyo, lakini pia wametunza wamehudumia bustani wamehudumia miradi kiwemo ya mibuni, duka, bustani ya mboga mboga, ng'ombe na migomba. Ziko changamoto na moja ya changamoto uh, umezisikia pia kutoka kwenye risala ya, ya wanajua ni ukosefu wa mipaza sauti kwa ajili ya mikutano na burudani, uchakavu wa viwanja vya michezo na pengine mgee asimi, kwa kuwa huko wilaya hii ya Mleba unafahamu, miaka sasa imepita au imekuwepo chuo cha walimu Katoke, imekuwa ni chuo cha michezo kianzia wilaya yetu ya Mleba, lakini na mkoa wetu wa Kagera. Kwa hivyo tutashukuru kama na hilo nikikupendeza, ukaangalia namna ya kusaidia ili kutuboreshea. Ninawaombea hawa vijana wangu, nawaombea kwa Mwenyezi Mungu awajalie afya njema na utambuzi, ili waweze kufanya vizuri katika mitihani yao inayokuja hapo usoni. Ninawaomba mkaendeleze nukaendele, maadili mema yote tuliowaelekeza, tuliowafundisha. Ee, ukipenda ku, kuniigiza sauti, niigize kwa wema. Maana yake mtaepukana na mambo yasiyokuwa na tija. Yako mengi, mtu umemaliza ualimu na zurura tu, lakini ikiwezekana basi tupate hata nafasi za kwenda huko mashule yetu kujitolea. Najua ukijitolea inawezekana ukapata chochote. Lakini pia unajiinoa, unajiinoa. Kufanya hivyo kutawaweka mahali palipo salama, lakini na taifa kwa ujumla litakuwa salama na litaendelea. Ukiwa chuo cha walimu Katoke, kuna maneno ambayo ukiyasoma yanakutafakarisha juu ya huduma na shughuli zinazofanyika hapa. Kuna neno linasema ualimu ni wito, lakini kuna neno juhudi huleta maarifa. Na nimesikiliza wimbo wa chuo. Ukiyasoma haya yote yanakupa wajibu juu ya shughuli ya kufundisha na kufundishwa lakini kwenda kutumika au kutumikia ile nafasi yale masomo uliokuwa ya ukiyasoma. Ndugu zangu, niwapongeze wakufunzi wote wa chuo cha walimu cha Katoke kwa kazi nzuri ambayo mmekuwa mkiifanya kwa miaka yote na ambayo umeifanya kwa miaka miwili mpaka kuhitimisha mahafali hii leo. Niwatakie kila laheri wanachuo wanaohitimu. Mungu wa mbinguni awapiganie na kuwatetea katika mtihani mnayoikabili mbele, mfanye vizuri, lakini pia mwendelee kujiandaa kusoma zaidi. Kwenu wahitimu, mwende mkashiriki kwenye shughuli za kijamii. Hakuna mtu ambaye yuko under 18 na kwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, tunapata shida sana ili rika ili huwa alipigi kura kwa sababu wanafikiri kura zao hazina maana. Lakini unapiga kile mtu hukumchagua. Hivi kuna mabadiliko pia. Nadhani walioanza darasa la kwanza mwaka huu wataishia darasa la sita. Kwa hiyo hata nyinyi mnaandaliwa baada ya kuajiriwa, nadhani baada ya miaka miwili au mingapi mtatakiwa kwenda tena kuchukua either diploma au degree. Siku hizi hata shule za msingi huko kuna kuna walimu wenye degree zao. drza e, walimu, hii ni kazi ambayo si tunasema ni kazi ya wito, yaani hamna tofauti na madaktari, hamna tofauti na wale wasaidizi wao manesi, na nadhani hata hao pia wanapita kwenye mikono ya walimu. Kwa hiyo unaweza ukaona. Halafu ni kazi ambayo kuanzia dunia imeumbwa, kulikuwa na walimu, kabla hata ya mainjinia walianza walimu. Hakuna chochote ambacho hakianzi kwa mwalimu. Unamchukua mtu anagiza, yani haoni, unaanza kumwambia hii ni a i mpaka a, a, e, u. Alafu baadaye huyo mtu unamkuta sasa naye ameshakuwa mtaalamu. Kwa hiyo ni kazi yenu ambayo ni kazi imetukuka sana. Nilisema kwamba sisi wajasiriamali tunasikiliza sana, e, ili tupite mle mle ambako mnajieleza wenyewe. Nimesikia mafanikio mengi sana. Nawapongeza sana kwenye hayo, mwende tu mkayafanye kwa vitendo kule. Mafanikio mojawapo hata mkuu naye amelisema hapa ni mafunzo, mnaita movie, mafunzo ya ualimu kwa vitendo. Nadhani muv, nendeni mkayafanye huko, hata kama bado hamjapata kazi, taifa linawahitaji sana. Usahau ku subscribe ku comment ku like na ku share